Kuna watu wanataka tuingie siasa, tumekataa. Na sio sio ya kwamba tunaogopa, wakati utafika tutamenyana, kila mtu atoe rekodi yake. Wewe Kindiki umekuwa Deputy President two and a half years. Barabara gani hapa Nyandarua umesukuma umesukuma, masoko ngapi kajengwa hapa umesukuma, shule ngapi zikajengwa, si ndio? Ule mwingine na yeye ambiwe, hata wewe ulikuwa kitu fulani. Ulitusukumia barabara ngapi? Ulitusukumia stima ngapi? Maji miradi ngapi? dego kana tegu. So please it is not that we don't know how to politic, we know and we are better than some of the characters who are lecturing us every day. Ati kuna wengine wanafikiria hao peke yao ndio wanajua siasa. Wacha tukutane my friend huko mbele. Wataona, wataona moto. Wataona siku mrefu. Wataona siku mrefu. Yeah, lakini